Novemba 16, 2025 majira ya saa 9 mchana, marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo kilichopo Dodoma. Kabla ya kufikwa na umauti, majira ya saa 8 mchana, msaidizi wake Hasani Ismaili alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba wakutane naye, na baada ya muda walifika watu watatu asio wafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya, na wao wakaondoka. Uchunguzi wa awali wa Jeshi la Polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa maeneo mbalimbali katika mwili wake. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kubaini wale wote waliohusika na tukio hili, mara baada ya kuwapata, taratibu za kisheria zitaendelea dhidi yao. Asanteni. Ah, kwa sababu ni ishu ambayo bado iko kwenye, kwenye upelelezi, niwathibitishie tu umma kwamba mji wa Dodoma upo salama na niwathibitishie niwa kwamba uchunguzi unaendelea kufanyika na pale ambapo tutafanikiwa kuwakamata wahalifu, basi tutawaita na tutautaarifu umma kwamba wale waliohusika nao matukio tumewatia mbaroni na taratibu za kisheria zinaendelea.